Bwana msanii Ibraah aliyekuwa kwa lebo ya Konde Gang Music Worldwide ametambulisha rasmi timu yake atakayofanya nayo kazi kuanzia sasa, awaita Oya Gang. Kama tunavyojua, hivi karibuni kumekuwa na tetesi nyingi kati yake na lebo pamoja na bosi wake wa zamani Harmonize. Leo kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ibraah ameweka video mbili ambazo zimezua gumzo, moja akionekana na timu yake mpya na nyingine akiwa kwenye mikutano ya kiofisi akiwa amevalia suti na nadhifu, ishara sasa ameingia rasmi kwenye mfumo mpya wa usimamizi wa kisanii. Kwenye video hiyo inamwonyesha Ibra akiwa mtu mwenye kujiamini sana, huku akiwa na watu wenye uzoefu mkubwa kwenye mziki wamemzingira, na hii inaonyesha jinsi gani Ibra anavyosonga kwa kasi, huku akiendelea kujitengenezea nafasi katika mziki wa Bongo Fleva. Na hii imeacha mashabiki wengi wakijiuliza ni moto gani Ibra anajaribu kuutengeneza na anapanga kuja nao. Ni wazi kabisa Ibra anapanga kuandika historia mpya katika game ya Bongo Fleva. Manake ukiangalia wasanii kama Alikiba, Mario, Harmonize, jinsi walianza na wakajitengenezea njia zao, ni wazi kabisa Ibra anapanga kuja kuwa CEO wa kampuni yake mwenyewe. Kwa hiyo wanaomfuatilia mzee wa copy and paste Ibra chizi, kama ametoka milembe, ndo huyo ashawaletea Oya Gang. Lakini je, unadhani Ibra atafanikiwa zaidi akiwa kama msanii wa kujitegemea au alikuwa bora zaidi akiwa na Konde Gang Music Worldwide chini ya Harmonize? E bwana, mimi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo. E bwana, e, tukutane kwenye video ijayo.